Mzunguko wa 13 wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ukiwa unakaribia kuanza Jumatatu ya Machi 17, kwa mkoa wa Dar es Salaam, wito umetolewa kwa maafisa waandikishaji wa, wasaidizi ngazi ya kata kuhakikisha wanatumia vyema maarifa ulioyapata kwenye mafunzo kufanikisha zoezi la uboreshaji sambamba na utunzaji wa vifaa. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji wa Mahakama ya Rufani mheshimiwa Jacobs Mwambegele ametoa wito huo leo Machi 11, 2025 alipotembelea na kukagua mwenendo wa mafunzo ya maafisa uandikishaji saidizi ngazi ya kata katika ukumbi wa Anatoglo halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Katika kuzungumza hapa leo, ningependa niwasisitize jambo moja muhimu ya kusimamia na kuvitunza vifaa vya mafunzo na ili kwenu na nyinyi pia mkawatoe mkalitoe kule ambako mnaenda kuwafundisha na wao wakaliseme, hatimaye kwa wale ambao wataenda kuwa watendaji hasa katika zoezi hili huko kwenye vituo. Nasema hivyo kwa sababu vifaa hivi vimekuwa vikitumika sehemu nyingine. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilipanga zoezi hili katika mizunguko kumi na tatu. Tumezunguka mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar na hapa Dar es Salaam ni, ni mkoa wa mwisho ambao uko katika mzunguko wa kumi na tatu na vinatumika vifaa hivi hivi. Vifaa hivi hivi ndio vitaenda kutumika tena kwenye mafunzo mengine, vitatumika pia kwenye Uh, zoezi lenyewe, na sio hivyo tu, kwa sababu sheria inahitaji kuboresha uh, daftari mara mbili kati ya uchaguzi mkuu uliomalizika na kabla uteuzi wa wagombea kwenye uchaguzi unaokuja, na hizi ruti 13 zilikuwa ni kwenye zoezi hili la kwanza, manake bado tunahitaji tena kuboresha daftari kwenye mzunguko wa pili na vifaa hivi hivi vitatumika. Kwa hiyo na wasihi mvitumie vizuri, na pia mkawasihi wale mtakaofundisha nao wavitumie vizuri. Mwenyekiti huyo wa Tume Jaji Mwambegele akiwa ameambatana na kamishna wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Mheshimiwa Magdalena Rwebangira amesisitiza umuhimu wa kufuata sheria kanuni, miongozo na maelekezo mengine ya tume, huku akigusia swala la unyenyekevu kwa wateja wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Uchaguzi ni masuala muhimu sana kwa nchi yetu na ni swala ambalo limo katika katiba. Kati ya vitu ambavyo vimeelezwa mapema sana kwenye katiba ni pamoja na masuala ya uchaguzi, kimeelezwa kitu cha tano katika ibara ya tano. Sasa uchaguzi ni mchakato, tunaofanya sasa ni maandalizi kwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi Oktoba kwa tarehe ambayo tutaitangaza. Sasa haya ni maandalizi yake. Ninyi imeonekana mnafaa kushiriki katika mchakato kuelekea zoezi hili muhimu sana kwa taifa letu. ongeleni sana naye. Mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Mheshimiwa Balozi Omar Ramadhan Mapuri ametembelea na kukagua mafunzo katika Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo na kusisitiza usahihi kwenye uandishi na ushirikiano na mawakala Nataka nisisitize tu kwamba mtakapokwenda huko kwenye mafunzo ya wale mtakaokuwa mnawafunza watendaji wetu wa vituoni, mwasisitizie umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanaandika majina ya wapiga kura kwa usahihi, sawa? Maana tuna tatizo Tanzania, kwa kweli, unaambiwa jina halafu unalispeli una wewe unavyotaka tu. Mtu anakwambia mi naitwa Omar, nawambia una mwandikia Omari. eh, waibu, hili, tuundoke, katika, natatizo, sayi, ngumpia. kwa hivyo ilo mjitahidi tuondoke, katika tuondokane na tatizo hilo. Hivi tuko kwenye ulimwengu mpya wa kidijitali. Omar na Omari ni watu wawili tofauti. Wengine zamani ilikuwa haileti shida, lakini hivi inaweza kuleta shida sana. kuna eh, watu watakuwa, watakuwa nakwenda vituoni pengine amepoteza kadi yake ya kupigia kura na hakumbuki haku namba hiyo ya kadi, kwa hiyo inabidi asajiliwe kwa jina. Sasa kama umeliandika sivyo, inakuwa shida sana kumpata, inabidi mtumie muda mrefu. Lakini kama unali, ule, unaliandika lile jina lake halisi kama lilivyo kwenye, kwenye kwenye kwenye nani kwenye kadi yake unampata mara moja. Kwa hivyo hilo nitaka nilisisitize sana sana, nisisitize na ushirikiano na mawakala wa vyama vya siasa e, kwa sababu wao miongoni mwa majukumu waliopewa ni kukusaidieni ku identify watu ambao wana sifa za kuandikishwa na wasiokuwa na sifa za kuandikishwa. Kwa hivyo panahitajika ushirikiano mkubwa katika suala hilo e, tumeingia hatua mpya. Zamani ilikuwa ni mivutano mikubwa <laughs> lakini sasa hivi nadhani tunatakiwa tufanye kazi kwa ushirikiano. Halmashauri ya, Hal ya manispaa ya Temeke imetembelewa na mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Asina Omar ambaye amewataka watendaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ngazi ya kata kuishi kwenye viapo vyao ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Kwayo mi nimalize kwa kuwakumbusha kwa kwamba mmeapa, tunawatarajia ya kwamba mtaenda kufanya kazi kwa uadilifu, uweledi na uzalendo wa hali ya juu. kwa wale ambao sio, kwa wale actually ni kwa wote, tunaomba vituo vionekane habari ya kwamba siku zote tunajiandikisha pale pale pale shuleni pale, darasa la kwanza la kwanza B. Wakati mimi nasoma lile darasa la kwanza lilikuwa halipo, si ndiyo? mm-hmm. Sasa tusifanye mambo kwa mazoea, tukafanye vituo vionekane, mabango mshale ya uweze kumfikisha mtu kituoni hata kama kituo kimekuwa ni hiko hiko kwa miongo kadhaa, lakini mabango mshale yawepo, kwa sababu pia kuna wadau wengine, kuna waangalizi. Lakini hata sisi tutataka kupita, tunapaswa tuweze kuona vituo viko wapi. Lakini pia katika nafasi zenu, katika nyie, ndio mko na watu, si ndio? Watu wako kwenye kata, ndio maana vituo viko kwenye kata nyinyi ndio mna watu kule kwenye kata zenu. Kwa hiyo kwa nafasi mlizonazo pia kumbusheni kuhamasisha. Elimu inatolewa ngazi ya jimbo au ngazi ya halmashauri, lakini na nyinyi, tunaamini kwamba mnayafahamu zaidi maeneo yenu. Wanasema hamna ziada mbaya mbovu, hamna ziada mbovu. Usije ukasema ah, elimu inatolewa kwenye TV, kwenye redio, kwa nini mimi? Ah, ah, kama una watu ambao unajua ni maarufu wanajulikana, unaweza ukawasisitiza wafikishe ujumbe. Fanya hivyo, itakuwa ni ziada, utapata hata wanne watano ambao hii elimu nyingine pengine haikuwafikia nao. Baadhi ya washiriki wa, wa mafunzo haya wanaeleza umuhimu wa zoezi hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo mimi kama afisa mtendaji wa kata ya Kimara ninawahamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi kupata haki yao ya msingi ya kuboresha daftari la kupiga kura. Ni rai yangu kwa wakazi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, hususan n wakazi wa manispaa ya Ubongo kujitokeza kwa ajili ya kuweza kujiandikisha kwa sababu kujiandikisha huku ndiyo matokeo ya uchaguzi bora. Mafunzo haya ni sehemu ya maandalizi ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unaotarajiwa kuanza Machi 17 hadi 23, 2025 katika mkoa huu wa Dar es Salaam, kwa muda wa siku saba. Vituo vimewekwa kwenye mitaa na vitafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa kumi na mbili kamili jioni. Uboreshaji huu ukiwa na kauli mbiu isemayo kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.